Wanasema mkulima akifikisha mauzo ya ya milioni kumi na moja akatwe EFD. Uongo kweli? Uongo kweli? Mua wamelima wewe, ukiungua hasara yako wewe mwenyewe, serikali inakata kodi. Mtu akilima mpunga anahangaika na mpunga miezi sita, hakuna mbegu ya serikali, hakuna chochote. Akivuna akiingiza kwenye gunia, ukiingia barabarani, geti la serikali hawaja kusaidia kufukuza ndege, hawaja kusaidia chochote, geti la serikali. Alafu pesa yako hii ikichukuliwa, kesho unaambiwa pesa ya Mama Samia ametoa kwenye goli la mama, wakati huna madao hospitali, wakati huna maji. Pesa yako inachezewa. Unapeleka mua kiwandani, mnunuzi ndo anakuambia mua wako ni kiasi hiki, una sukros kiasi hiki, kwamba yeye mnunuzi ndiye anakupimia muwa wewe, haupo, akwambia utamu wake ni kiasi hiki. Nchi gani hii?